Sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bado linazidi kutikisa katika viunga vya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Itakumbukwa kwamba muda mchache baada ya Tundu Lissu kukamatwa na kisha kushtakiwa kwa mashtaka mawili likiwemo shtaka la uhaini, jambo hilo liliibukia bungeni na kuzungumziwa huku, miongoni mwa wabunge wakimponda sana Tundu Lissu na uhaini na wengine ni wanachadema huku wabunge wengine wakimuunga mkono Tundu Antipas Lissu bungeni kwa kutoa hoja nzito na kuhoji maswali. Kwa mfano, Aida Kenani, mbunge wa Nkasi Kaskazini, mbunge wa Nkasi Kaskazini Aida Kenani, yeye muda mchache tu baada ya Tundu Lissu kukamatwa akiwa hajafikishwa mahakamani, bado aliitaka jeshi la polisi nchini kuweka wazi sababu za kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu aliyekamatwa na jeshi hilo mkoani Ruvuma. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, mbunge huyo alisema ili kutendewa haki mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani ni vema makosa yake yakawekwa wazi. Tundu Antipas Lissu alikamatwa akiwa katika ziara ya chama hicho kueneza kampeni ya no reforms no election, yaani bila mabadiliko hakuna uchaguzi, iliyoanzishwa na chama hicho kushinikiza mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi ili kuwe na uchaguzi huru na haki. "Tungependa serikali kwa kuwa Lissu ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani kama kuna kosa limefanyika liwekwe hadharani kosa alilofanya, na sababu za kukamatwa, alisema Aida Kenani, mbunge Kenani. Alitaka tu sababu za kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu ziwekwe wazi. Hivyo ndivyo bungeni eh, pamekuwa mara baada ya Tundu Antipas Lissu kukamatwa na kushtakiwa. Aida Kenani ameonekana kuwa upande wa Tundu Antipasilisu na kumuunga mkono na baadhi ya wabunge ndani ya bunge. Sasa siku ya jana tarehe 25 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, mbunge mwingine naye aliibuka na kuzungumza juu ya kilichotokea tarehe 24 mwezi huu wa 4 na mwaka huu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwenye kesi ya Tundu Antipas Lissu. Mbunge huyo alisema na nukuu, mbunge wa viti maalum Anatropia Theonesti amekiomba kiti cha spika kumtaka waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa kulieleza bunge kuwa kuna kosa gani la kwenda mahakamani kufuatilia kesi. Theonesti amesema hayo wakati akichangia mjadala wa makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2025/2026 iliyowasilishwa bungeni siku ya Aprili 24 mwaka huu wa 2025, ikiwa ni siku moja baada ya kutokea sintofahamu kwa baadhi ya wanachama wa Chadema kudai kushambuliwa na jeshi la polisi mkoani Dar es Salaam. Chadema walienda mahakamani kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa chama, lakini wamezuiwa na wamepigwa. Kuna kosa gani la kisheria na watu kwenda mahakamani kwa sababu tunachokitaka ni muungano kuwa salama. Watu kwenda mahakamani wamekosea wapi? Mambo kama hayo yanayoleta ukakasi tukiyaleta kwenye muungano kutakuwa na shida. Mbunge Anatropia Theonesti ameyazungumza hayo bungeni kwa mujibu wa Mwananchi Communication Limited siku ya Alhamis, Aprili 24 mwaka huu wa 2025. Taarifa zinasema Tundu Antipas Lissu, mawakili wake wamepinga kesi kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu iliahirisha kwa muda kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu aligomea kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya video na badala yake alitaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Taarifa hiyo ilitolewa siku ya Alhamis April 24 mwaka huu wa 2025 na askari magereza mwenye nyota tatu wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa mara ya pili kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Askari huyo wa magereza ambaye hakujitambulisha jina lake alitoa taarifa hiyo kwa njia ya video akiwa mahabusu. Awali, wakili wa serikali mwandamizi Jobu Mrema alieleza mahakama hiyo kuwa kesi hiyo imeitwa kwa ajili ya mshtakiwa kusomewa hoja za awali na upande wa mashtaka upo tayari, ila mshtakiwa hayupo mahakamani hapo. Mrema alitoa maelezo hayo mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini. Kutokana na maelezo hayo, upande wa utetezi ulipinga upande wa mashtaka kumsomea hoja za awali mteja wao kwa njia ya video na badala yake walitaka mshtakiwa apelekwe mahakamani kama sheria inavyoelekeza. Wakili wa utetezi Peter Kibatala alipinga Lissu kusomewa PH kwa njia ya video, kwa madai kuwa sheria iko wazi, anatakiwa kuletwa mahakamani. Kesi ya Lissu updates. Polisi ilivyodhibiti mikusanyiko Kisutu, usalama uliimarishwa. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam ilidhibiti eneo la Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Dar es Salaam, ambako umati wa wanachama na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ulifika kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu. Katika maeneo yote ya mahakama hiyo, polisi wenye silaha, mbwa na farasi walionekana wakiimarisha ulinzi tangu alfajiri hadi saa tatu wakati kesi hiyo iliyosikilizwa kwa njia ya mtandao ilipoanza. Hadi kufikia saa tatu asubuhi, hakuna kikundi cha watu kilichokuwa kwenye eneo hilo la mahakama na jirani zaidi ya waandishi wa habari ambao waliruhusiwa kusimama umbali wa kama mita mia kutoka lilipo geti la mahakama. Polisi hao walitoa amri na kutaka kila mtu aendelee na shughuli zake hata hivyo, waliokwenda kinyume na maagizo hayo walitiwa mbaroni na wengine wakipewa onyo. Tundu Antipas Lissu wanakabiliwa na kesi mbili, moja ya uhaini na nyingine ya kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni. Kwa mara ya kwanza Tundu Antipas Lissu walipandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka hayo Aprili 10 mwaka huu wa 2025. Kesi ya Lissu updates mtandao changamoto hakimu aliahirisha kwa muda. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu iliahirisha kwa muda kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Kesi hiyo iliahirishwa kwa muda wa dakika kumi kutokana na mtandao kusumbua na kutokusikika vizuri. Hatua hiyo ilitokana na mshtakiwa huyo kutokufikishwa katika mahakama hiyo, hivyo kesi zake mbili kusikilizwa kwa njia ya video. Uamuzi huo ulitolewa siku ya Aprili 24 mwaka huu wa 2025 na hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa njia ya video ili mshtakiwa asomewe hoja za awali. Hakimu Muhini alisema kutokana na mtandao kusumbua anaahirisha kwa muda na kama utakuwa bado kuna changamoto atatoa uamuzi. Hata hivyo, ukumbi huo wa video conference uliopo katika mahakama hiyo ulijaa, hali iliyosababisha baadhi ya watu kuzuiwa kuingia. Hii hapa ni habari Kiganjani, na hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunayosogeza kwako, ili kusudi nawe pia upate kuijua na kuifahamu, lakini pia upate kujua na kufahamu yanayoendelea kwa sasa